Guys, welcome again to this channel. My name is Teacher Sharak. Kutoka Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo wa Ufundi Stadi na Activate. Ipo taarifa kwa umma inayohusu matokeo mato ya uchaguzi wa udahili kupitia mfumo wa udahili wa pamoja CAS kwa kozi za afya na sayansi shirikishi kwa mwaka wa masomo 2025/26 awamu ya tatu. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi na NACTVET lina utaarifu umma kuwa matokeo ya uchaguzi wa awamu ya tatu kwa umbaji wa programu za afya na sayansi shirikishi kwa mwaka wa masomo 2025/2026 yametangazwa rasmi leo tarehe 5 Oktoba 2025. Baraza liliratibu udahili wa wanafunzi wa awamu ya tatu katika kozi mbalimbali za afya na za sayansi shirikishi kupitia mfumo wa udahili wa pamoja kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Jumla ya wa waombaji 10,622 waliokamilisha maombi yao kwa kuchagua vyuo saba E, vyuo ama programu walizozipenda jumla ya waombaji 9697 walikuwa na sifa kwenye programu walizoomba, na jumla ya waombaji 925 hawakuwa na sifa kwenye programu walizoomba. Jumla ya waombaji 6271 wamechaguliwa kujiunga kwenye vyuo vinavyotoa programu mbalimbali za afya na serikali na sayansi shirikishi, ambapo wana, wanawake ni 3276 sawa na asilimia 52 wanaume ni 2995 sawa na asilimia 48. Waombaji 194 walichaguliwa kwenye vyuo vya serikali na waombaji 677 katika vyuo visivyo vya serikali. Aidha, waombaji wenye sifa ambazo hawakuchaguliwa kutokana na ushindani katika programu na vyuo walivyoomba Wanashauriwa kuomba kujiunga katika vyuo vyenye nafasi katika dirisha la awamu ya nne na ya mwisho kupitia mfumo wa udahili wa pamoja. Waombaji wote wanaweza kuangalia matokeo ya uchaguzi kupitia tovuti ya baraza la www.nactvet.go.tz kwa kubonyeza CAS selection 2025 kwa ajili ya kupata taarifa zaidi. Baraza lina utaarifu umma kuwa dirisha la awamu ya nne na la mwisho limefunguliwa rasmi leo tarehe tano hadi tarehe 15 Oktoba 2025 na matokeo ya uchaguzi yatatolewa tarehe 21 Oktoba 2025. Aidha, kwa ma kwa anayehitaji kubadilisha program ama chuo, dirisha la udahili liko wazi kuanzia tarehe tano hadi tarehe 15 Oktoba 2025. Hivyo atumie dirisha hili kukamilisha maombi hayo kupitia tovuti ya Baraza kwa kubonyeza kwenye akaunti aliyotumia kuomba na kuchaguliwa. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mratibu mkuu mtendaji, Baraza la Taifa la Elimu ya, ya, ufund ya ufundi na mafunzo ya ufundi NACTVET tarehe 5 Oktoba 2025. Kupatapo taarifa hii tafadhali, mjulishe na mazio bila kusahau kuendelea kusubscribe chaneli hii ili uwe kwanza kupata updates mbalimbali mbali za kuhusu elimu ya Tanzania. Asante.